Jeshi la Polisi kupitia Dawati la Jinsia na Watoto mkoani Mtwara, wamefanya maadhimisho ya wa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, maadhimisho yaliyofanyika katika kijiji na kata na Nanguruwe, halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Akiongea na hadhira iliyojitokeza katika hafla hiyo, Mkuu wa Wilaya ya Mtwara Ndugu Abdallah Musa Mwaipaya, ambaye ndiye mgeni rasmi, ambapo nafasi ya kusoma mabango yaliyoandaliwa na Jeshi hilo la la Polisi wanaohusika na Dawati la Jinsia na Watoto. Faida Online TV watu wa field pass na hiana tumehudhuria kwenye hafla hiyo yenye kauli mbiu isemayo, ungana kutokomeza unyanyasaji wa kidigitali dhidi ya wanawake na wasichana wote, na kukuandalia taarifa ifuatayo. mimi naitwa Karim Faida, na kukumbushe kusubscribe ku like na comment chini yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Huyu hapa ndugu Abdallah Musa Mwaipaya, mkuu wa wilaya ya Mtwara. na naomba nianze kule mama, naona amegeuza Talaka holela zinaathiri malezi ya watu, ya mtoto. tunasafisha sana gala huko tukisha... talaka holela zinasababisha malezi, zinaathiri malezi ya mtoto. Watoto wengi wa mitaani ambao tuko nao, ambao wanahangaika mitaani, ukiuliza chanzo chake ni baba na mama kutengana mtoto anaenda kwa mjomba na kule sio sehemu salama anaona, anaenda kwa baba mdogo, anaenda kwa nani? Mtoto akilelewa sehemu nyingine mbali na kwenye eneo ambalo ame, kwa baba na mama yake, malezi yake si kama yale ambayo alikuwa anayapata kwa baba na kwa mama. Ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu letu sote. Ulinzi wa mtoto na usalama wa mtoto ni jukumu letu sisi sote, lakini leo tunashangaa kuona tumekuwa si walinzi wa watoto bali tumekuwa watu hatari katika malezi na makuzi ya wa watoto. Kwa hiyo cha msingi ambacho tunapaswa kukiangalia katika pande zote, tuweze kuangalia namna gani tunaondoa ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Elimu yetu ndio urithi wa kudumu lakini viongozi wa dini, msichoke kutuombea watoto wenu, na wanaendelea kufanya hivyo kila siku. Nashukuru sana viongozi wetu wa dini, na leo hii kumekuwa na utandawazi, umeanza kuingia, watoto wengi wanaingia kwenye mapenzi ya jinsia moja, kija kuangalia kwenye maeneo mengi, na haya mengi yanatokana na kuanzia watoto wako wadogo, huku wanafanyiwa ukatili, wanabakwa watoto wa kiume na wa kike. Mkaguzi msaidizi wa polisi Juliana Chenge ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya hapa ya Mtwara hapa mbara nafasi ya kutanabaisha machache. Mheshimiwa mgeni rasmi, Leo hii tunafanya uzinduzi wa maadhimisho haya katika ngazi ya wilaya ya Mtwara, lakini maadhimisho haya tayari ngazi ya kitaifa na mkoa yalishafanyika tangu Novemba 25 na kilele chake ni Disemba 10. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hizi kumi na sita hutoa mwanga wa uelewa kwa jamii kwa siku nyingine muhimu kama Novemba 29 ambapo ni siku ya kimataifa ya watetezi wa haki za wanawake. Disemba moja ni siku ya ukimwi duniani. Disemba sita ni siku ya mauaji ya kikatili Montreal mwaka 1989. wanawake 14 waliuawa na mtu aliyekuwa anawachukia wanawake. Disemba kumi ni siku ya haki za binadamu duniani ambayo ndio siku ya kilele cha maazimisho haya. Kitengo cha dawati la jinsia na watoto pamoja na mtandao wa polisi wanawake TPFnet, kwa kushirikiana na wadau muhimu kama ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, idara ya elimu, afya, mahakama, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na viongozi wetu wa dini kwa pamoja tunashirikiana kuzuia uhalifu kwa kutoa elimu kwa jamii ili kuijengea jamii yetu uelewa wa kujiepusha na vitendo vya unyanyasaji kwa njia ya mtandao. Jeshi hilo la polisi katika mkoa huo wa Mtwara pia wamechangia fedha jumla ya shilingi laki tano kwa ajili ya matibabu ya mguu wa mtoto anayeishi na ulemavu wa viungo. Jeshi la Polisi mkoa wa Mtwara, kama sehemu ya jamii tumeguswa kufanya tendo la huruma kwa kusaidia gharama za matibabu kwa mtoto wetu anayepitia changamoto ya ulemavu wa viungo. Hata hivyo, jeshi hilo la polisi wametembelea katika mji mkongwe wa kihistoria wa Mikindani, hususan katika hoteli ya Old Boma kwa lengo la kutoa elimu ya masuala ya ukatili kwa wanafunzi na wafanyakazi wa eneo hilo, elimu iliyotolewa na Bi Judith Chitanda ambaye ni afisa ufuatiliaji na tathmini kutoka Paraligo. Kuna athari kubwa sana ambayo inaweza kutokea. Athari hiyo ni kwa kuhofia au labda picha zako zimeisha kuwa mtandaoni, unaweza ukachukua hatua hata ya kujiua. Simesha kusikia mtu amejiua kwa sababu picha zake zime zimeriki mtandaoni. Mtu anachukua hatua anajinyonga, anachukua hatua anakunywa sumu. Kwa hiyo inakuwa mtandao baada ya kutumia kwa faida unakuletea ukatili watu husi. Lakini ili tufanye vizuri kutumia huu hii mitandao, tunafanya nini sasa hivi jamani? Kuna vitu vingi sana vya kujifunza. Mtwara bila ukatili. na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo, mimi naweka nukta. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe kwa like na comment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri. <tune>